Yes, hatimaye Mohamed Salah nyota wa klabu ya Liverpool anafanikiwa kuondoka na Golden Boot ama kiatu cha mfungaji bora cha ligi kuu ya nchini Uingereza EPL akiwa na jumla ya magoli 29 katika michezo 38 ya ligi ambayo amecheza katika EPL. Leo Mohamed Salah ameweza kuongeza goli la 29 katika mchezo ambao uliokutanisha Liverpool dhidi ya Crystal Palace na ni mchezo ambao ulikuwa ni historical game kwa sababu ni mchezo ambao arnold trent ameweza kuaga rasmi katika klabu ya Liverpool baada ya kuitumikia kwa takriban miaka ishirini toka utotoni huko anaichezea Liverpool mpaka sasa, na klabu ya Liverpool wameweza kukabidhiwa kikombe chao cha ishirini cha ligi kuu ya nchini Uingereza, English Premier League. So ilikuwa ni mechi fulani hivi ya kuvutia sana kwa klabu ya Liverpool, mechi ya historia kwelikweli japo walipata red card katika dakika 68 ya mchezo, Ryan Gravenberch alipata red card, lakini hiyo haikuweza kuzuia furaha yao ya kubeba ubingwa, ubingwa wa ishirini wa ligi kuu ya nchini Uingereza. Congratulations sana Liverpool, kiukweli vita waliipiga kweli kweli katika msimu huu wa 2024 2025, vita wamemaliza salama, tukutane tena next season katika ligi kuu ya nchini Uingereza EPL msimu wa 2025 2026, je yeah, ni nani atawin? Je, yeah, Liverpool ataweza kutetea taji lao msimu ujao? Drop your comment hapo kwenye comment Yaba. ni Super 12 ya Dino Television, endelea kutufollow kwa taarifa nyingi zaidi za kimichezo. Rasmi sasa Roberto Lewandowski ana kikosa kiatu cha mfungaji bora katika ligi kuu ya nchini Uhispania la Liga Santander baada ya kufunga magoli mawili katika mchezo leo ambao uliokutanisha Athletic Club dhidi ya FC Barcelona, FC Barcelona wakifanikiwa kuibuka na no ushindi wa goli tatu kwa sifuri. Roberto Lewandowski amefunga magoli mawili na kubakisha gepu ya magoli manne kumfikia mfungaji bora wa sasa Kylian Mbappe ambaye ana magoli 31. So sasa this game ndio ilikuwa rusty game kwa FC Barcelona na La Liga kwa ujumla. So Roberto Lewandowski dakika za jioni anakikosa kiatu cha mfungaji bora wa ligi kuu nchini Hispania La Liga Santander. Hii mechi pia ni mechi ambayo ilikuwa historical game, anatambua this week, mechi za mwisho zimeweza kutengeneza record ma history ambazo sio rahisi kufutika miongoni mwa mashabiki wa klabu kadhaa. Leo katika huu mchezo Athletic Club ameweza kumwaga mchezaji wao mkongwe kweli kweli, Di Marcos ambaye ndiye aliyekuwa team captain wa klabu ya Athletic Club Bilbao. Sasa rasmi mbele ya maelfu ya mashabiki wa klabu ya Athletic Bilbao, Marcos ameweza kuiaga timu yake ya Athletic Club na ameweza kuvua beji au captain, amemkabidhi Inyaki Williams. Sasa rasmi Inyaki Williams ndiye atakuwa captain namba moja wa klabu ya Athletic Bilbao. Ebana, hapa ni Super Trav ya Dino Television kesho. Kama umemisi matukio ya wiki zima, majira saa mbili kamili usiku utakutana na matukio ya wiki zima katika ligi mbalimbali mbali duniani. Tutakuwekea katika YouTube channel yetu ya Dino Television, utaweza kukutana na matukio ya wiki zima katika football. Mimi naitwa Dennis Dino Mineta, endelea kutufollow kwa taarifa nyingi zaidi za kimichezo. Yes, hatimaye Mohamed Salah nyota wa klabu ya Liverpool anafanikiwa kuondoka na golden boot ama kiatu cha mfungaji bora cha ligi kuu ya nchini Uingereza EPL akiwa na jumla ya magoli 29 katika michezo 38 ya ligi ambayo amecheza katika EPL. Leo Mohamed Salah ameweza kuongeza goli la 29 katika mchezo ambao uliokutanisha Liverpool dhidi ya Crystal Palace, na ni mchezo ambao ulikuwa ni historical game kwa sababu ni mchezo ambao Arnold Trent ameweza kuaga rasmi katika klabu ya Liverpool baada ya kuitumikia kwa takriban miaka ishirini toka utotoni huko anaichezea Liverpool mpaka sasa, na klabu ya Liverpool wameweza kukabidhiwa kikombe chao cha ishirini cha ligi kuu nchini Uingereza English Premier League. So ilikuwa ni mechi fulani hivi ya kuvutia sana kwa klabu ya Liverpool, mechi ya historia kwelikweli japo walipata red card katika dakika 68 ya mchezo, Ryan Gavabech alipata red card, lakini hiyo haikuweza kuzuia furaha yao ya kubeba ubingwa, ubingwa wa ishirini wa ligi kuu ya nchini Uingereza. Congratulations sana Liverpool, kiukweli vita waliipiga kweli kweli katika msimu huu wa 2024 2025, vita wamemaliza salama. Tukutane tena next season Ligi kuu ya nchini Uingereza EPL msimu wa 2025 2026, je, ni nani atawin? Je, yeah. Liverpool ataweza kutetea taji lao msimu ujao? Drop your comment hapo kwenye comment. Hapa ni super ya Dino Television. Endelea kutufolo kwa taarifa nyingi zaidi za kimichezo.